Kwa miaka mingi watanzania wamekuwa na kiu ya mabadiliko mabadiliko yanayohusu mfumo wa uongozi, uwajibikaji na haki katika chaguzi leo. CCM baada ya miaka 33 bado CCM inatuambia kwamba wao hawadhani tunahitaji katiba mpya, wao hawadhani nchi hii inahitaji mfumo mpya wa uchaguzi. Sasa tumebembeleza kwa miaka 30 kwa miaka 30 sasa, tutadai barabarani. bar na hii imeanza, tumeanza. Kati ya mada zinazotawala hisia za watu wengi leo hii ni mada kuhusu katiba mpya, pamoja na tume huru ya uchaguzi. cha kuyatekeleza kuyafikia hayo mambo ya amani, demokrasi, haki na kila kitu. Tuanze na katiba. Hamjaizungumza kwenye dira haya mtatekelezaje wakati katiba ambayo ndio mwongozo mama haijatupa kwamba tunaenda wapi? Katiba ni moyo wa taifa, ni mkataba kati ya wananchi na uongozi. Katiba yetu ya sasa iliandikwa mwaka 1977 wakati ambapo teknolojia na changamoto za sasa hazikuwepo. Kwa muda uliopo, huenda haitakuwa rahisi kukamilisha mchakato wa kupata katiba mpya. Yani tume, tumefikia mahali hatuwezi kuenda mbele tena. Sio na, uchaguzi unakuja kesho tu, twendeni bungeni, si ndio? Tunaomba extension of time, tunapata extension of time kama miezi sita, mtaongeza au mitano au minne, tunaongeza tu basi. Ikisha e tunaingia kwenye uchaguzi, ile sio swala gumu hata kidogo. E, okay, anaona anataka kupoteza poteza, poteza, ili muda uonekana utoshi. Tutaenda tumeongezea tu, tu, tu, tu, tu, tu muda madarakani, miezi mitano sita, kwani ndio nini? Miaka yote miezi mitano, mwaka 2011 chini ya utawala wa Rais Jakaya Mlisho Kikwete, tulishuhudia kuanzishwa kwa tume huru ya mabadiliko ya katiba chini ya Jaji Warioba, lakini kabla haijapitishwa mchakato ulisimama. Leo wanakuja na kioja cha kuzungumza kuhusu katiba. Leo tunataka katiba, katiba mpya. Nyie wa Tanzania waulizee maswali Mwaka elfu mbili na kumi na moja chama cha mapinduzi kupitia kwa rais Kikwete kilileta mchakato wa katiba, bunge la katiba likaundwa, mabilioni ya kodi za watanzania yalitumika kwa ajili ya mchakato wa katiba. Nani aliyeuharibu mchakato huo? Nani aliyeharibu? Wao CHADEMA wakasusa, wakakimbia. Wanataka wao mawazo yao ndiyo yawe yao maoni yao ndio yalazimisho yachukuliwe. Sasa hiyo demokrasia ya wapi? Hii ni tabia ya kidikteta. Alafu leo wanakuja wemwe, katiba katiba ha? Umesahau? Tuache kupeleka zahanati, tuache kupeleka maji, tuache kupeleka umeme, uturudishe kwenye mchakato, alafu ukifika katikati tena ujitoe. Mwakumbushe haya wa Tanzania wao wow, ndio waliharibu mchakato wa katiba, na aliyeuleta ni Rais Kikwete wakati huo akiwa rais na mwenyekiti wa CCM. Leo hii ni zaidi ya miaka 15 na imepita, swali ni je, kwa nini katiba mpya imekuwa kama ni ndoto ya mchana? Niliulizwa hilo swali na waandishi wa habari, nikamwambia hivi, mnaniuliza hili swali nikiwa ndani ya siku mia toka nimekaa kwenye hiki Mnadhania ndani ya siku mia ningeweza kukaribisha njoni tuzungumze katiba? Kukua kuna mambo mengi ya kutizama. Uchumi wa nchi umeshuka, wanafunzi. Tumetengeneza mazingira ya elimu, wanafunzi wanapasi kwa wingi. Tunahitaji madawati, tunahitaji madarasa, tunahitaji walimu tu. Tumejenga vituo vingi vya afya, vinataka vifaa tiba, vinataka wataalamu wa kufanya kazi. Kuna mambo mengi ambayo kwanza yakae sawa. Halafu tuingie kwenye siasa. Kwa sababu ukienda kijijini, we mwandishi wa habari, mimi naomba nenda kijijini. Usende mbali. Enda hapa pwani tu Bagamoyo na vijiji vya pwani hapa. Nenda kawauliza wananchi wa kawaida, "Mnataka siasa?" Watakwambia, "Tunataka tupate kilimo tuvune sana, watoto wetu wende shule, tuende pale tupate matibabu, maji yatoke hapa." Ndicho anachokitaka. Katiba ni yetu sisi huku juu. Lakini kuna watu wengi huku chini ambao hawana habari na katiba, lakini mahitaji yao tunayaweka wapi? So kwa mimi niliomba muda nijipange kuhudumia wananchi, katiba ipo tu. Katika uchaguzi wote duniani, tume ya uchaguzi ni moyo wa haki na uhalali wa matokeo, lakini Tanzania, tume ya taifa ya uchaguzi huteuliwa moja kwa moja na rais. Nchini Kenya, tume ya uchaguzi huundwa kwa kushirikisha bunge pamoja na vyombo vingine. Afrika Kusini pia uteuzi huwa ni wa uwazi na wa kitaalamu. Kwa nini hii isiwe pia kwa Tanzania? Nchi hii kuna watu wamejigeuza wao miungu watu wao na familia zao wanataka kugeuza watanganyika kama ng'ombe wao zizini watuswake kwenda machungani na kuturudisha muda wanaotaka. Nataka kuambia kama walifikiri sisi ni kondoo, tumeshageuka kuwa wanambuzi wakorofi, wa korofi, na tumeshanyenyua mkia kama ngiri. Hakuna mahali watakapotufuga tena. Katika uchaguzi wa mwaka 2020, vyama vya siasa na mashirika ya kiraia yalilalamika kuhusu mazingira ya uchaguzi pamoja na kutokuwa na imani na tume ya uchaguzi. Na hapa Tanzania kama tutaendelea kucheka na hii tume ya uchaguzi ambayo sasa matokeo yamekuwa kitangazo vice versa. Watu wanasema wao oh, tume hii ni huru kwa sababu kina Profesa J walitangazwa. Mheshimiwa mjui mbilinge tulizozifanya huko mpaka tukatangazwa. Tumefanya uchaguzi tarehe 25, tarehe 26 unaona magari yanakuja yanaondoka. Tarehe 27, sisi hapo nabeba magari na matangazo wanataka kujitangaza kwa nguvu. Nyombe linaongezeka pale na pale kwa asingetoka mtu. Na niombe watu wote wapenda amani hapa Tanzania wasimame pamoja kuhakikisha kwamba tume hii inabadilishwa. Swali ni je, tunaweza kuendelea na mfumo huu tukitegemea matokeo ya haki? Kwa nini swala la katiba halionekani kuwa ni la kipaumbele katika mipango ya serikali kisiasa? Najua hili swala tulizungumza, tuli hata mara ya mwisho tumezungumza na wewe, swala la katiba mpya halitaondoka. Unaweza kuwahakikishia Watanzania au kutoa ahadi kwamba kabla hujaondoka madarakani, Tanzania itakuwa na katiba mpya? Nini hakikishe hilo? Wewe unataka nihakikishe hilo? Kwa sababu watu wanadai kwamba hii katiba imepitwa na wakati, basi niachie mimi na watanzania tutaelewana. Na watanzania wanasema wanataka katiba, kwa sababu kwa mfano, ajenda ya CHADEMA na hata wafuasi wa CHADEMA wenyewe wanasema kwamba kukamatwa kwa Freeman Boy ni kwa sababu walikuwa wameanzisha vuguvugu la kudai katiba mpya hiyo, hilo ndio kosa lililoshtakiwa nalo si ndio? Wafuasi wake wanasema hivyo. Basi nenda kawauliza wafuasi wake. Hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema, wananchi wakikosa mabadiliko ndani ya CCM, watayatafuta nje ya CCM. Teueni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya wananchi. Watanzania wanataka mabadiliko, wasipoyaona, wasipoyapata ndani ya CCM watayatafuta nje ya CCM. Leo hii wananchi wanadai katiba mpya pamoja na tume huru ya uchaguzi. Swali ni je, CCM iko tayari kutoa mabadiliko hayo au wananchi wakayatafute njia ya CCM? Kupata katiba mpya katika mazingira ya amani, mtasubiri sana. Mimi nawaambia na nyinyi, kama vijana na something hapa, mtasubiri sana. Lakini amendment hata hata, na hawa opposition parties nilikuwa nawaambia, hicho nilikuwa nao, hawa vijana nimekuwa nao bungeni, nilikuwa nawaambia, have your priorities, pick the low hanging fruits. Unapofanya kitu usitake kila kitu. Ukitaka kila kitu utapata chochote, utapata nataka tu kulifafanua hili kwamba sipinge amendments. Matatizo yapo haya mnayasema, yanarekebika by amendments ya katiba kwa sababu katiba yetu tulio nayo hii, mtu yote na rais anaweza kufukuzwa madarakani. Sasa kama mfani huo ni utamaduni, that is culture and culture is supreme, kwamba mtu anang'ania kuwepo madarakani kwa mfano ni kwamba makuadi wa dunia wa soko huria wameitumia upenyo huo kuja kupora mali hapa Tanzania. Unaona, mali za watanzania nyingi zimetolewa zime, zime, zime, zime kwa watu bi, kwa mikataba ya ovyo, na hata sasa hivi kuna mkataba wa ovyo wa bandari ni kwa sababu hiyo kwamba kama nchi yetu ingekuwa na katiba nzuri ya kusimamia chaguzi za vyama vingi, tupate kila wakati viongozi bora. Siamini kama lile bunge kwa mfano lingeweza kupitisha mkataba wa... kwa hiyo tuko hapa sisi kama katiba la eh, kama jukwaa la katiba Tanzania, tukiona kuna umuhimu mkubwa sana kwa taifa hili kuweza kuingia kukuwa na katiba mpya, ili tuweze kuendesha mfumo wa vyama vingi kwa maslahi ya Watanzania, kulinda rasilimali zetu kuweza kuwa na viongozi bora, viongozi ambao wanasikiliza wananchi, viongozi ambao wanatenda kwa maslahi ya wananchi, viongozi ambao hawaendi madarakani kwa ajili ya kupata maslahi yao. Hili si suala la kisiasa pekee, ni suala la kijamii, kiuchumi na kiutu pia. Mwananchi wa kawaida anapovunjwa moyo na mfumo, anapoteza matumaini kabisa, na matumaini hayo si tu kwenye uchaguzi bali hata katika mustakabali wa nchi. Bunge nilikuwa nalifuatilia mwanzo, kwa sasa hivi silifuatili kwa sababu, kwa sababu hufuatili kwa sababu unaweza ukalifuatilia bunge, bunge lenyewe ambayo halina zile hoja za msingi, yaani ambayo mwananchi anaweza katoa hoja zake, au mbunge anaweza katoa hoja kwa wananchi, kutetea wananchi wake. Kwa kweli, kwa bunge la sasa hivi, mimi sifuatilii kwa sababu toka kipindi waliposema bunge watu rusha live, ndio ilikuwa mwisho wangu mimi kuangalia bunge. Na ukiangalia sasa hivi maisha yako kwa magumu, yani sasa hivi tuna mkimbizano kweli kweli, kwa sasa ule muda kuangalia bunge hakuna kitu kingine pia. Jamani, bunge alinogi kwa sababu wapinzani sasa hivi hawana nguvu. Kipindi kile huyo akiongea ile huyo amepinga, ili watu tunakaa tunaangalia tunapenda bunge, nilikuwa nafuatilia kipindi cha vyama vingi sasa hivi bunge mpaka nilikuta tu kwenye TV inaonyeshwa, kakaa hata dakika tano nkaangalia. Kwa sababu gani? Bunge la vyama vingi na ulikuwa najifunza kitu, na hoja za bungeni ambazo za wananchi kuhusu masuala ya wananchi zilikuwa zinatetewana sana na wabunge wa upinzani tofauti. Sasa hivi bunge la sasa hivi la upande mmoja la, la kijani kuhusu swala la kufuatilia bunge, mimi sio mfuatiliaji wa bunge kwa kipindi hiki, lakini tulikuwa tunafuatilia kipindi cha nyuma, wakati siasa ilikuwa iko huru. Vyama vingi vilikuwa vina nafasi ya kuweza kuchangia bungeni kwa uhuru, kulikuwa na wabunge wengi kwa vyama pinzani. Kwa hiyo tulikuwa tunaweza kusikiliza hoja tofauti tofauti, maoni tofauti, kupitia vyama tofauti bunge. Lakini, bunge nalifuatilia, lakini nilichogundua mimi katika bunge hili yaani wabunge wana fokasi sana juu ya kuibeba serikali kuliko kuwabeba wananchi, kwa sababu ndani ya bunge la sasa hivi hakuna challenji kwamba anaweza akaja mbunge huyu kumchallenji mbunge huyu juu ya maendeleo ya jimbo au kwa wananchi. Katiba ni mkataba wa wananchi na dola. Ikiwa wananchi wanaomba mkataba huu uangaliwe upya basi, ni wajibu wa viongozi kuwasikiliza na si kuwaona kama wapinzani. Kwa ujumla, Watanzania wanaonekana kugawanyika katika makundi makuu mawili kuhusu suala la katiba mpya. Makundi hayo ni yaf, yafuatayo. Kwanza kuna lile ambao wana, wana, ay, ay, kuna wale ambao wanaamini kwamba hakuna haja ya katiba mpya, kwamba katiba ya sasa ifanyiwe marekebisho. Baadhi ya wadau wana maoni kwamba suala sio Tanzania kuwa na katiba mpya, bali kuwa na katiba bora na inayokidhi matakwa ya wananchi. Hivyo basi katiba iliyopo inaweza kufanyiwa mabadiliko ili kuingiza matakwa ya wakati uliopo. Pili ni wale wanaoamini kwamba kuna haja ya kuwa na katiba mpya. Wapo wananchi wanaoamini kuwa kuna haja ya kuwa na katiba mpya. Kwa ujumla, Watanzania wanaonekana, wanaonekana kugawanyika katika makundi makuu matano kuhusu njia mwafaka ya kupata katiba mpya. Makundi hayo ni yale yafuatayo. Baadhi ya wadau walipendekeza kwamba Tanzania ianze upya mchakato wa kupata katiba mpya. Utekelezaji wa mtazamo huu unahitaji gharama kubwa ya kifedha na muda muda mrefu ili kukamilika. Aidha, haina mantiki kurudia kufanya mchakato wa kusanya maoni na kuandaa rasimu ya katiba wakati ni muda mfupi umepita tangu maoni ya wananchi yakusanywe. Pia mahitaji ya wananchi ya sasa na ya wakati mchakato huu unafanyika yanaonekana kutotofautiana. Baadhi ya wadau walipendekeza kwamba mchakato wa katiba mpya uendelee pale uliposimama, kwa katiba inayopendekezwa kupigiwa kura ya maoni. Mtazamo huu ungeweza kupunguza gharama, lakini una changamoto kwamba sasa ni takribani miaka nane tangu katiba inayopendekezwa ipitishwe na Bunge Maalum la Katiba. Hivyo utaratibu wa kupata katiba mpya uliowekwa na sheria ya mabadiliko ya katiba umepitwa na wakati, na kuna hoja zimeibuka za kuboresha zaidi katiba inayopendekezwa ili iendane na wakati uliopo. Aidha, tangu katiba inayopendekezwa ipatikane kumefanyika uchaguzi mkuu mara mbili mwaka ambazo zimetoa uzoefu wa aina mbalimbali mbali, unaoweza kuboresha katiba inayopendekezwa vile vile, mabadiliko katika masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa nchini na duniani kwa ujumla yanahitaji kutazamwa ili kupata mwafaka mpya wa kitaifa. Baadhi ya wadau walipendekeza kwamba rasimu ya pili ya katiba iliyoandaliwa na Tume ya mabadiliko ya katiba ndiyo ipigiwe kura ya maoni ili kupata katiba mpya mtazamo huu hautekelezeki kwa sababu unakiuka utaratibu ulioainishwa katika sheria ya mabadiliko ya katiba, ambayo inaelekeza rasimu ya pili ya katiba iwasilishwe katika bunge maalum la katiba, ambalo ndilo lenye mamlaka ya kutunga katiba inayopendekezwa ya kupigua kura. Tume ya uchaguzi ni kama lefa. Ikiwa lefa anapendelea upande mmoja Hakuna atakayeamini maamuzi yake.